nyeshewa mvua, tumejitokeza kwa wingi, tunawashukuru sana. Kwa hiyo nipende tukusema kwamba tunawapenda iyo, tujitokeze tu kwa hiyo wingi. Tarehe ishirini na tisa tuchague viongozi wanaotufaa. ango angokidele samia letafaile

Mwenyekiti wa chama chetu tawi hili la Lugeye, mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu kata hii ya Kitogosima, viongozi wote mlioko mahali hapa, mabibi na mabwana, na wananchi wote, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msifu Yesu Kristo. Amina. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi sote kuwepo hapa. Wengine hawajapata nafasi, ama wanaumwa au wagonjwa, ama ututi, ama wametangulia mbele za haki, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametustahilisha kuwepo hapa. Wangapi wanamshukuru Mungu pamoja nami kwa uwepo wa leo? Tumsifu Yesu Kristo. La pili ni washukuru watu wa Lugeye na Kitongosima kwa ujumla. Tarehe nne mlipiga kura za maoni, tarehe nne mwezi wa nane mlinipa kura nyingi, nikaongoza nikawa wa kwanza na nyinyi mkawa wa kwanza kata ya Kitongosima. Mungu awabariki sana. La tatu, ninayo furaha kubwa Leo ni mkutano wa themanini na tano. Naweza kuona hata sauti imebadilika, kwa sababu nawaletea mahanga na mahanga ngo chene. Lakini leo tangu asubuhi, mwenyezi Mungu ametupa baraka, ametupa nguvu. Baadaye nilipokuwa kule nyumbani, wananchi mkafika nyumbani, baadaye nilipokaa sana ndani mkasema Toka nje twende na mvui, ikiwa inanyesha nimekuja nani hapa. Mvui inanyesha na tumefika hapa, tumeanza kuimba mvui inanyesha. Na washukuru mno kwa uvumilivu wenu. Mungu wa mbinguni aendelee. Amina, meonyesha upendo mkubwa kwangu, imeonyesha upendo mkubwa kwa sisiem, ninajua ninalo deni kwenu lakini Mwenyezi Mungu endelee kunisaidia ili niweze kumaliza madeni haya. Mungu awabariki sana watu wa Kitangusina. Kabla sijaomba kura, sijaenda mbali, ni vizuri nikatambua watu wachache. Kwanza kabisa nimemwona mama yangu mdogo hapa, Kijawana Shilonga oli hali ojaga, mama mdogo Nilimwona hapa basi, nadhani nadhani ameenda. Wa pili, nimtambulishe mke wangu, mnamfahamu lakini, yeye oh, la, la, akaje la, la, hapa kidogo, na watoto wangu muje hapa, na watoto wangu muje hapa

diwani na mbunge ni chombo chenu. Diwani na mbunge ni chombo chenu, ni chombo cha wananchi, ni chombo cha kuwasikiliza, ni chombo cha kubeba, ni chombo cha kuwasemea mambo mbalimbali kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kama chombo chenu kwa miaka mefanya mambo makubwa na nyinyi ni mashahidi wa kuona, kweli si kweli? Itoche kusema waliotangulia wametaja, lakini mimi sina sababu ya kutaja mambo ambayo tumeyafanya kwenye kata yetu ya Kitongosima. Yako mambo ambayo yameba, kwamba tukimaliza kuapishwa nitaanza kutafuta fedha kwa haraka sana ili watoto wa Kitongosima wakatesho wasije Lugeye wasome Kitongosima. Hapo vipi? Tunayo shule ya msingi, tunaanzisha mpya hapa Lugeye, kweli si kweli? Nayo naomba niwahidi kwamba nayo watoto mwaka kesho wataanza kusoma pale darasa la kwanza ili wasiende mbali kwenye shule nyingine. hapo vipi? Hapo naomba niwaambie, waambie watu wa kitongo sima, mambo ambayo mmeendelea kuniheshimisha ni mambo makubwa mno, ni mambo ambayo hayana kipimo bado kichwa changu kinaitafuta kitongo sima nayoitaka, bado picha yake haijakamilika. Nataka niwahakikishie picha ambayo naihisi kitongo sima Lugeye, Kigangama na kitongo yenyewe, bado picha haijakamilika. Naomba ni wahidi kwamba miaka mitano hii tunayokwendana kwanza Lugeye imekuwa mjini kweli, si kweli? Kitongwa nayo ni senta kubwa kweli, si kweli? Kigangama ni senta kubwa kweli, si kweli? Tunataka sasa tuanze kurasimisha Tuanze kupima viwanja tuanze kuchonga mabarabara ili wale ambao mtapimiwa mtapata hati, muwe na uwezo wa kuweka dhamana kwa maendeleo ya vizazi vijavyo. Hapa vipi? Hapa vipi? Hapa vipi? Hapa vipi? Hapa vipi? Hapa. Hapa. Wako watu, mna mashamba makubwa mnahitaji kunua trekta, lakini uwezi kunua trekta kwa sababu hauna haki, hauna hati, kwani si kweli Wako watu kuna nyumba nzuri, unataka kukopa fedha kuendeleze biashara, kweli si kweli? Hilo jambo tunakwenda kusimamia ili kuiweka kitongo sima kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi na dhamana za wananchi ziweze kupatikana. Kitongo sima, ninataka tuanze kufungua mabarabara tunataka tuanze kufungua mabarabara munayofahamu mabarabara yenu, makowa gabi makowa wagalemagaraa yangu chene. Nataka niwahakikishie awamu hii tunatafuta gireda hata kabla hata kabla ya fedha za serikali, tutatafuta fedha nje ya serikali, tuanze kuchonga mabarabara mapya ili Lugeye, Kitongo Sima na na Kigangama tuiweke vizuri hapo. Vipi hapo? sawa. Lugeye, oye. Oye. Kigangama, oye. Oye. Oye. Oye. Kitongo Sima, oye, oye, oye ya maelezo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, sina sababu ya kuendelea kuyaeleza, lakini nataka niwahakikishie tu kwamba tunakwenda kufanya kazi kubwa kuliko ambavyo tumefanya miaka iliyopita. Tunapokuja hapa kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan kula, mtangulizi wangu amesema kwamba Dokta Samia aliachiwa kazi na mtangulizi wake Dr. John Joseph Magufuli ndiye aliyemfahamu Dr. Samia. Sisi sote tulikuwa tumfahamu Dr. Samia, lakini alimteua kuwa mgombea mwenza mwaka elfu mbili na kumi na tano baada ya Dr. Samia kutumika vizuri, baada ya Dr. Samia kutumika sawasawa Dokta John Joseph Pombe Magufuli alimteua tena kuwa msaidizi wake awamu ya pili. Kama ambavyo unajua, Mwenyezi Mungu alimwita mbele za haki. Wote tulikuwa na wasiwasi, wote wasi, tumekuwa na wasiwasi wasi kwamba huyu mama hawezi kufanya kazi vizuri. Nataka niwahakikishie kwamba katika serikali zilizopita, serikali ya awamu ya sita ya Dokta Samia ndiyo ambayo imetupa fedha nyingi kwenye wilaya yetu ya Magu. Ndo maana miradi mbalimbali ambayo tumeitekeleza ni kwa sababu ya Dokta Samia. Dokta Samia huyu ndiye ambaye ameendelea kuboresha shule zetu za sekondari. Dokta Samia huyu ndiye ambaye anaendelea kuboresha madaraja yetu, fano tunalo daraja la Simiyu, wale ambao mnakwenda Masanza Kona, wale ambao mnapita kwenda Msoma. Daraja la chuma lilikuwa lipo siku nyingi, lakini Dr. Samia ametupa bilioni arobaini na nane na sasa hivi daraja linajengwa usiku na mchana huko imani kwamba kufikia mwezi wa kumi na mbili daraja hilo la Simiu litakuwa limekamilika. Dokta Samia huyu ambaye daraja la haya ambalo alikuwa limeshindikana ndiye ambaye ametupa bilioni tisa na milioni mia nane, na tayari daraja liko hatua za kumalizia kwenda mwezi wa kumi na mbili litakuwa limekamilika. Dokta Samia huyu ndiye ambaye ametupa fedha za yeah, kujenga upya hospitali yetu ya wilaya ya Magu ambayo kimsingi ilikuwa imechoka, lakini leo tumejenga, tumejenga wodi mpya, wapindi mpya na majengo mengine ambayo yanahudumia wananchi wetu. Dokta Samia hoye, Dr Samia hoye, Dr Samia huyu ndiye ambaye am milioni mia tatu za kujenga kituo cha kujenga chuo cha ja ufundi cha ja veta ambacho tunakijenga pale Masanza sola. Dokta Samia huyu ndiye aliyetupa milioni mia mbili na sitini kuanza kujenga chuo cha walemavu pale Kisesa. Doktor Samia huyu ndiye aliyetupa fedha za kujenga chuo cha mipango pale Kisesa, watoto wetu wanasoma pale. Dr Sabiu ndiye ambaye ametupa fedha za kujenga shule ya sekondari ya kimkoa ili watoto wetu kuanzia form 1 mpaka form 6 kwa kike wa sayansi wanasoma pale Ihushi. Samia wee, Ninyi ni wazazi wangu, mimi ni kielelezo chenu. Tunapokuwa nimekwenda kwa wakilisha Dodoma, kielelezo cha wana Magu ni mimi, kielelezo cha wana kitongo sima ni mimi. Kwa hiyo nataka niwaambie nilipokwenda mara ya kwanza bunge lilinitawa kwenye kamati, kamati ya mambo ya nje ulinzi na usalama kwa muda wa miaka miwili na nusu. Kamati hiyo ni kamati nzito, ni kamati ya nchi, kamati ya mambo ya usalama. Nilikaa miaka miwili na nusu. Baada ya hapo, niliteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya fedha ya hesabu za serikali na mashirika ya umma miaka saba na nusu mpaka tumemaliza bunge. Maana yake nini? Kama nisingekuwa mwaminifu, kama nisingekuwa kuwa mwaminifu

wana kitongo sima, natalabadilika mimi, sitabadilika kwenu. Tutaendelea kusaidiana kwenye shida na raha, kwenye mambo yote, kama mtoto wenu. Hapa vipi? Hapa vipi? Sira, naomba uja hapa. Sira, naomba uja hapa, niambie watu wa kitongo sima kwamba diwani wenu ni diwani ambaye yuko tayari kuwatumikia Diwani wenu diwani wetu, na mimi nikiwemo, sababu wewe ndio una bahati ya kupigiwa kura na mbunge. Wengine wote huwa wananipigia kura, lakini wewe huwa wanakupigia. Diwani wetu bado yuko tayari kututumikia. Diwani wetu kama mnavyomwona, ni diwani ambaye anapenda kila mmoja wetu ni diwani watanibuma na vandu olon avovisina mwanagiragu wena matezo gako sira. Huyu ndiye anayenikumbusha kila jambo la miradi ya maendeleo la kitongoji. Ni diwani ambaye niliamua tena kuomba nafasi kwenye temu hii ya awamu tunayoenda nayo Niliomba nafasi na, na bahati nzuri vikao vikaniteua kuja kuwaomba kura kwa ajili ya kuendelea kuwatumikia wanakitongo sima. Ndugu zangu wanakitongosima, kwa ujumla niendelee kuwashukuru sana kwa dhati tumetumika na ninyi katika kuleta maendeleo yote ambayo yametajwa na waliosimama kwenye jukwaa hili. <laughs> Na bahati nzuri kabisa, wanakitongosima, ile miradi ambayo tumeitekeleza tukiwa pamoja na ninyi, watu wa masaidi gura wameitaja yote, lakini pamoja na hayo amesimama mbunge wetu anayegombea nafasi ya ubunge jimbo la Magu, ameongea miradi yote tuliyoifanya, tuliyoitekeleza kwa pamoja na ninyi, lakini pia mbunge wetu amesema ipo haja ya kuendelea kuisaidia kitongo sima, kwa sababu maendeleo hayana mwisho ameongea swala mabarabara mbunge, lakini pia kunao mradi wa maji ambao kimsingi baada ya uchaguzi utaingia kwenye utekelezaji na kwenda kukamilika. Ndugu zangu wana kitongo sima kwa ujumla, kwa maana ya kigangama kitongo pamoja na wana Lugeye, ombi letu kwa ujumla tarehe ishirini na tisa mkatupe kura za kutosha, mkampatie kura Dr. Samia, mgombea wa nafasi ya urais, lakini pia tarehe ishirini na tisa mkatupe kura mbunge wetu Kiswaga, lakini tarehe ishirini na tisa mkanipatie kura za ndio, na kwa kuwa sisi wanasiasa ongo yetu ni kutupa kula nyingi za kutosha, ili tuwe na moyo wa kutumika usiku na mchana. Ndugu zangu wana kitongo sima, naamini kwamba yamesema mengi sana, lakini wapo bado masarigiwo hawajaimba. Niwaombe sana ndugu zangu, kwamba jambo la msingi ambalo leo limetukusanya hapa ni kwa ajili ya uchaguzi ambao tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi unaenda kuumeshia hapo. Lakini baada ya hayo ndugu zangu, wana kitongosima, upeni ushirikiano wa kutosha, kwa sababu naamini maendeleo yataletwa na sisi wenyewe hakuna mwingine ambaye atakuja kwa ajili ya kutuletea maendeleo. Lazima tunapokuwa tuna jambo la kufanya, lazima tushikamane, tukubaliane ili jambo liweze kukaa na kusimama kwa ajili ya vizazi vizazi. Ndugu zangu wanakigangama, kuna miradi mingi kwa awamu ambayo imepita. Hatukuwa na sekondari kama walivyosema lakini pia hatukuwa na josho kwa ajili ya mifugo wetu leo hivyo vyote vipo. Lakini ukiendelea kwenye kada ya afya, ukiangalia kwenye zahanati ya vilangama na Vilangama, tunaendelea kuboresha. Lakini ukienda Kitongo kwa zahanati ambayo kimsingi tunaendelea kuiboresha kwa manufaa ya wananchi wana kitongo sima wote Hatukuo na sekondari Kitongo. Leo kuna ujenzi wa sekondari Kitongo, na kama alivyosema mbunge, matarajio yetu kama viongozi tunatarajia kusikia mwezi wa kwanza tuone wanafunzi wanaenda kusoma Kitongo sima sekondari pale. Kwa hiyo mambo ya muhimu na ya msingi kwenu ninyi nikwenda kutekeleza kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi. Lakini lingine, ndugu zangu, tumesaidizana katika mambo mengi ya mmoja mmoja, kwa sababu sisi ni wamoja. Kwa hiyo niombe sana, ndugu zangu, wana kitongo sima kwa sababu bila nini, kwani sisi ni nini, wenye uchaguzi wa kura za maoni, na kwa sababu Mungu alisema kwamba ni iwe mimi, ni kweli mliniheshimisha mkanipigia kura za kutosha ndiyo maana leo liko hapa kwenye jukwaa, nawaombeni kura za kutosha tarehe ishirini na tisa ili niweze kwenda kuwatumikia kwa, kwa kushirikiana na nini. Na jambo lingine la mwisho, ndugu zangu, wana kitombo sima, na jambo la mwisho, wana kitombo sima, ili tuweze kuwaachia wamasekua ambao hawajaiba waimbe ili tuweze kuachia nafasi waimbaji wainga. Nadhani mheshimiwa Kiswaga amesema tarehe 30 kwamba baada ya uchaguzi tarehe 29 kama ilivyo kawaida yetu, wana kitongo sima wa umoja wetu wa mshikamano wetu nadhani